Mke kumchegua mume, yeah. E, nukta ya kwanza ni dini. Mm. Ahakikishe kuwa mume anayemchegua. Mm. E, yeah, sawa ni yeye kumchagua ama ni baba anamchegulia? Mm. E, binti yake. yeah. Anamchagulia mume mwenye, Mm. Mwenye, dini. Mwenye dini na si aibu. Mm. Si aibu katika dini baba ama ndugu. Mm. Kumtafutia mume binti yake ama ukhti yake. Mm. Si aibu kabisa. yeah. Baadhi ya mila ni aibu lakini katika dini si aibu, na nitakupa mifano mitatu ya haraka. Mfano mmoja wa mtumi, mfano mmoja wa sahaba, mfano mmoja wa tabi'i. mm -hmm. Uh, Sayidina Shuaib, kama inavyosemekana kuwa baba katika kauli kuwa ni baba ya wale mabinti wawili ambao kwamba Sayidina Musa aliwasaidia kwa, kwa kunyoshia maji wanyama wao. naam no. no. Sayyidina Shu'aib alimwambia Sayyidina Musa, ni uridu an unkihaka ihda ibnatayhi hatayni, nataka kukuozesha mmoja kati ya mabinti zangu. Kwa hivyo Sayyidina Shu'aib ni mtume, lakini akamtaka Sayyidina, ameona Sayyidina Musa na sifa zote za uume, kwa hivyo mimi nataka kukuozesha. Tukija kwa sahaba Sayyidina mm, Abu Bakr radhiallahu an, mm, pindi Sayyidatuna Hafsa alipofariki mume wake alimfuata Sayyidina Abu Bakr akamwambia nataka kuozesha Hafsa mm. akamfuata vile vile Sayidna Uthman, mm. nataka kuozesha Hafsa. Kwa hivyo mm. okay. hakuona mm. haya kuendea, okay. mm. naam, kuambia maneno kama hayo, vile mm. vile ukija katika tabiina Said ibn al-Musayyib no. binti yake okay. alikuja kuposwa na prince, mm. al-Walid ibn Abdul Malik mm. wakati huo Abdul Malik ndo khalifa, amwambia yeah, okay. nataka binti yako nimwozeshe mwanangu mm. yeah lakini akakataa kabisa mm -hmm. akamwozesha mwanafunzi wake Abdullahi bnu abi Wadaa mm -hmm. katika kisa maarufu yeah. Alimfata akamwambia unamke la sina, akamwambia basi binti yangu huyu nitakuozesha. Kwa hivyo hakuna aibu mm -hmm. Kwa hivyo kitu cha kwanza kinaangaliwa ni eh, din din. naam mm -hmm. Angalia uhakikishe kuwa ni, ni mwislamu ule ambaye kwamba anakuja kukuoa. kuku kuku. naam na hapa anakuja masala mm -hmm. ni kuwa eh, ikiwa sisi tumeruhusiwa kuoa ahlulkitabi mm -hmm. Mbona wao hawakuruhusiwa kutoa sisi? mdia, mdia. Yani, mbona mwanamke wa Kiislamu hafai kuolewa na asiyekuwa Mwislamu, hata kama ni ahli kitabu hata kama ni Yahudi ni Nasara? Naam na, sababu ni kuwa sisi tunaamini eh, tunamwamini saidina Musa, tunamwamini saidina Isa mdia, mdia. na vile vile tunaamini vitabu vyao, tunaamini Taurati na Injili, lakini yeye haamini Sawa ni Myahudi mna Nasara haamini Mtume Muhammad wala haamini Qur'ani na. Katika, katika e, na kichwa ni mwanamume, kwa hivyo kwa ajili ya kuhifadhi e, shima na ihtiram na iman na nini ndo ikaharamishwa na, na na sharia Dili. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni sala wema, uangalie katika mwanamume yupi ambaye kwamba unamwozesha binti yako ama dadako ama unamchagua kama mumeo, muangalie mwanamume ambaye kwamba atakuwa ni mwema kama vile katika mwanamke unamwangalia mwema. Mm -hmm. Na Mtume salama alipotuambia tahayyaru linutafikum. Mm -hmm. Haikumaanisha upande mmoja tu kwa mume na huku vile vile. Na Sayyiduna Al Hasani bin Ali. Mm -hmm. Alikuja bwana kwake akamwambia binti yangu, wamekuja waume wengi kumtaka, ni mozeshe yupi? Akamwambia atqahum billah Mwezesho yule ambaye kwamba anamcha zaidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yake anatuambia manzawaja karimatahu lifasikin faqad qata'a rahima. Yote ambaye kwamba atamwozesha binti yake eh, kwa mtu ambaye kwamba ni fasik, basi atakuwa amekata kizazi, kwa sababu atakwenda kumvuruga, atakwenda kumuharibu, na kama umemtupa ile binti yako eh, umekata kizazi. Nukta ya tatu ni nukta ya eh istitaa uwezo yes. Taban. Kama ulivyoashiria kuwa eh, ni kuwa mume yes. we, ana uwezo kiasi no. Hatumaanishi kuwa awe ni tajiri no. Hili yes. ni tatizo ambalo kwamba liko katika jamii yetu yes. Anakuja mume anaambua una magari mangapi yes. eh, unamiliki nini yes. Asubuhi mnakunywa chai maziwa ya rangi. Maswali ya ajabu ajabu. Anaweza kuja mume ambaye kwamba ni, ni asi ni fasiki yes. yes. akaozeshwa binti, ukimwambia mtu anakwambia Mwenyezi Mungu atamuongoza yes. Lakini akija mtu ambaye kwamba hana uwezo mzuri mm. huyu uh, huyu bwana atumtaki kana kwamba Mwenyezi Mungu anaongoza lakini haruzuku istitaa. Yataikana ni stitaa minkum albaa, mtume atuambia ya mashara yeah. yeah. yeah, shabab, yule ambaye kwamba ataweza baa baa, ni vitu viwili yeah. ni istitaa jasadia na istitaa madia yeah. ni uwezo wa kimwili yeah. Je, um, una mwili um, wako unakuruhusu Oh. kuonana e, kitendo la ndoa na mkeo kama huna uwezo huo, hmm. kakando si usiowena e, na, <laughs> na istitaa madia ni uwezo n yani, ala alaqali una sehemu ya kumweka hmm. na una kichache cha kumlisha, kumlisha lakini huna sehemu ya kumweka hmm. aje mtu hana kwake wala kwao hmm. akwambia nataka binti yako hmm. na baadhi ya banati hudanganyika hmm. kijana akamwambia, e, tutaishi fauka nujum na tahta alghuyum hmm. hmm. hmm. hmm. Sisi tutaishi juu ya juu ya nyota ya mei, ya eh, sisi usifanye swaa, tutaishi mm, juu ya nyota kwenye sky sijui kwenye nini. <laughs> Eh, mwambie nenda siku mbili tatu kaishi huko, alafu urudi mm, unipe habari za maisha huko, alafu tutakwenda pamoja lakini <laughs> <laughs> tusiende pamoja kuanzia mwanzo. Kwa hivyo ala alakali awe ana ana sehemu maskani, si lazima liwe njumba na fahari kubwa nini, ana maskani ambayo kwamba anaweza kumkitisha mm, na vile vile ana kitu ambacho kwamba anaweza anaweza kumlisha. Nukta ya mwisho ni ni hasab mm. Eh, hasab vile vile takana uangalie eh, eh, asili yake eh, atokamana na, na familia maaila sampuli gani ambayo mm. kwamba inasifika kwa sifa zipi mm, na awe na uzuri vile vile wa kimaumbile Said Saidina Umar. Eh, naam sio kwa sisi tu tutafute wake wazuri mm na wake pia watafutiwe waume ambao kwamba wazuri na ao pia wapenda wanaume ambao kwamba wanavutia. Na Saidna Umar alikuwa akihimiza sana, anambia banati zenu waozesheni wanaume wazuri wazuri, si uzuri wa akhlaqi, uzuri wa maumbile vile vile ambao kwamba atakua ni mwenye kuvutia na jamal yatakikana. Eh, na tuma, eh, tukimalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, asli zaidi ni hizi nukta mbili atakayewajilieni nyinyi na mnamridhia dini yake na tabia zake, basi muozesheni ado